Assalamu aleikum, karibuni arumu Zanzibar, karibuni tena kwenye matayarisho yetu ya mapisha Ramadhani. Hapa kwenye kibakuli changu nimetia unga wa uzile yani cumin, unga wa korianda yani unga wa mbegu za dania, nimetia na chumvi, pilipili manga, karafuu ya unga, mdalasini wa unga, kayen pepa, paprika, chumvi pamoja na kungu manga kidogo. Alafu meweka na ndimu, naweza kutumia ndimu au limau, na mchanganyiko huu tutatumia kwa nyama ya shawarma. Nimeweka hapo na yogurt kiasi vijiko viwili, tachanganya vizuri, taonja kama kawaida. Alafu nimeweka na chumvi meongeza, hakikisha chumvi imekolea lakini siwe nyingi sana, pamoja na mafuta ya olive oil tutaendelea kuchanganya na hii sana. Wanafanya nyama shawarma. Natumia nyama ya paja ambayo inakuwa imetolewa mifupa kama hivyo, wanaita dark meat ambayo inakuwa ni ina ladha nzuri zaidi kushinda nini? Uh, ni kidari. Okay, kama utapata hii ni vizuri zaidi, utaweza kutumia ni sasa nyama shawarma, mimi navyofanya hivi, shawarma sio lazima kufanya sandwich. Tunakuwa tunafanya mara nyingi shawarma bol, kama hiyo kwenye picha hapo. Tutafanya na salad kama ni fatush, tutafanya na wali wa manjano na pita bread na vitu vyote ambavyo vinakwenda kwenye shawarma bol okay. sasa hivi natengeneza chipotle. Nimetumia kitunguu thom na kitunguu maji na hayo majani ya dania pamoja na miche yake, na mara nyingi wanakuwa wanatumia hizi pilipili mimi, wanatumia sana hizi kavu kubwa, lakini safari hii nimetaka kutumia, zimetoka kwenye kibati pilipili hizo hizo. Nimeweka na onion powder, nimeweka na paprika, na kukamulia na ndimu. Alafu, of course, na chumvi kiasi. Alafu na hizo pilipili kwenye kibati Ziko smoked na zina ladha nzuri. Najua wengi wenu mtakuwa hamna kwa hivyo unaweza kusubstitute na pilipili zako mwenyewe zozote utakazo kuwa nazo. Alafu nimeweka na mafuta hapo, alafu nimesaga. Baada ya kusaga, huu ndo mchanganyiko wangu ambao nimeweka pia. Nimetumia nyama ile ile ya paja iliyokuwa haina mifupa, na hiyo sos nyingine iliyobakia nimeiweka pembeni, nitaitumia siku ya kupikia huyu kuku, okay. Na hii mara nyingi huwa nafanya burrito bowl au nafanya kitu chochote, ni chakula cha kimexican kinachotumika na kuku, tutatumia chipotle okay. Na hii ni butter chicken, meanza na yogurt na butter chicken metumia na ginger garlic paste hapo na chumvi pamoja na ile tanduri masala Shan tanduri masala, naweza kutumia tanduri masala yoyote, tutaweka na ndimu. Okay, recipe zote hizi ziko full in detail na nyingine nimezirudia TikTok pia na Instagram. Insha Allah siku nitakayopika hivi vyakula nikiwa na muda naweza nikafanya nikakurekodieni ambavyo vyakula vinakwenda na hivi vitoweo nilivyofanya. Hii nimetumia nyama ya kidari na nimemkata kama mnavyoona cubes kama hivyo. Sasa video ya part 1 nimeonyesha vitoweo vitatu, na hii vitoweo vitatu hivi sita vya kuku pekee. Kwa hivyo baina hizi sita na nyama na samaki tutakazopika, vitoweo hivi vinaweza kufika kwa mpaka Ramadhani 15, inshallah. Haya, baada hapo natia kwenye mfuko wangu kama kawaida, nachanganya vizuri, nataka kuchanganya u kwenye mfuko, alafu tutaweka kwenye freezer na kwa leo hapo nimeshafanya, tuna chakula cha Kiarabu au wa wanaita Mediterranean, na tuna Mexican, na pia tuna na Kihindi again. Asanteni sana kwa kuwa nami, nawatakia Ramadhani njema. Karibuni tena Aroma Uzanzibar Babaye.